Sisi tunatambua fika kwamba moja ya njia ya hamasa katika majukwaa ya siasa yeah. Ni, ni sanaa. Wale wengi wanaokuja pale kama ingekuwa ni hotuba tupu pale so, wasingekawa <laughs> eh, lakini wanakaa wale kwa sababu kunakuwa kuna, kuna sanaa na wao wanapenda na hata mkiwashirikisha wanaweza wakawa wanaimba nyimbo zenu zote wanazijua eh, kuliko maneno tunayosema sisi. Sisi wanaona tunawachelewesha tu, anmwacheaje Mbosso wako? <laughs> <laughs> Kwa hiyo tunashukuru sana kwa utayari wenu wa kufanya kazi na sisi kushirikiana na sisi, huku tunapokwenda tunaenda kwenye kampeni yeah. na kampeni inahitaji kuhamasisha watu. Kwa hiyo mimi nataka ni kuahidi kwamba tutakushirikisha katika kampeni zetu, ituwahamasishe watu waje kwa wingi katika mikutano yetu ya kampeni, lakini hatimaye tuwashawishi watupigie kura yeah. Na kwa maana hiyo e, nyinyi ni sehemu e, ya kampeni mm. Kwa hiyo nafurahi kwamba wewe mwenyewe uko tayari kwa hilo, nashukuru. Na sisi tutakuwa tayari. Je, utendaji wako wa kazi mheshimiwa. Mimi ningesema ninafanya shughuli nyingine ya kisiasa basi na mimi ningekusifia kwenye <laughs> majukwaa ya siasa, lakini miali mimi ni msanii basi nitatumia sanaa yangu kuyatangaza yale ambayo hayatangazwi pengine na watu wengine na kuyaelezea kwa kina zaidi. Kwa hiyo nikasema, niandae wimbo huu maalum kwa ajili yako ili nimfikishie na nitasikia faraja zaidi